Hapa show ya msanii ambaye anajulikana kama vile Harmonize, wengi wakimjua kama vile Konde Boy. Bwana show hii ameifanyia maeneo ya Mbeya pale, na nitakwenda kukuelezea na pia nikuwekee video yote ya video ya show nzima aliyofanya pale maeneo ya Mbeya. Kama kawaida Harmonize, bwana hajawahi kutuangusha kifika ni upande wa kupiga show. Sasa nitakuwekea video kamili na nikueleze ni kwa nini kuliendaje. Vipi, kuliendaje? Kulifanaje na a, kitu chochote kilichoendelea kwenye show ile ya maeneo ya Mbeya. E bwana, utakuwa unazidi kupata video hii, nimekuwekea iko hapo mbele tu, baada ya hii video yangu nikishamaliza kuongea, kuna hiyo video ya msanii Harmonize akiwa anakiwasha pale maeneo ya Mbeya, na ikumbukwe Mbeya ni kwa kina Rayvanny, lakini Harmonize ndio anazidi kukubalika kila mahali. E bwana, video ndio hii, hebu jionee hapa. E bwana hii hapa show ya msanii Harmonize e, wengi wakimjua kama vile Konde Boy e, Mtwara Boy yaani majina mengi tu lakini jina lake analojulikana ni kama vile Harmonize. E bwana kuna show yake ambayo aliweza kuifanya Mbeya aliweza kuifanya maeneo ya Mbeya ni show ambayo ni hatari. Nikaona bwana, mshikaji wako Umbea Media TV, show hili haiwezi kupita bila mimi kukuwekea, sababu najua wote mnamkubali Konde Boy, na ningependa pia kuona show zake za huu mwezi ambazo anazifanya. Kwa hiyo kama nilivyokuahidi, show zote zinazofanyika utakuwa unazipata hapa kwenye channel hii ya Umbea Media TV. Sasa, show hii alifanya maeneo ya Mbeya na kama nakumbuka, wakati anashuka kwenye airport pale Eh, alikuwa kidogo amekorofishana na meneja wake. Kuna ka video fulani kalisambaa akiwa harmonizer anatukanwa kama mtoto na yule meneja wake. Kuna kitu ilikuwa kipo sawa, lakini nadhani waliweza kurekebisha. Ukiona mpaka sana piga mashoo, basi kumaanisha mambo yako vizuri na mambo yako salama zaidi. Sasa, show hiyo bwana ameifanya kama pahali, kama vile kwenye jukwaa lakini usiku. E, najua umezoea kila nikuwekea show nadhani ni mambo na CCM tu e, bwana sio mambo na CCM leo. Ni show flani ameifanya kwenye jukwaa kubwa ah, huko maeneo ya Mbeya na bwana, tusiongee na kuna waswahili wanasema usiongee usiandike na mate wakati wino huko, yani wakimaanisha usifanye kitu alafu utoi ushahidi. E, basi ushahidi hapa nakwenda kuwekea E, kuonyesha ni kuonyesha, hiyo show ya huyu Konde Boy akiwa anakiwasha maeneo ya Mbeya bwana e, zidi kusubscribe, zidi kulike, zidi kuwa nami pia a, zidi kuacha comment pale na acha like pia tunazidi kusonga kwa pamoja, na pia usahau kushea kwa washikaji zako ama kwa ndugu zako pia na watu wengine ambao wangependa kuziona habari hizi nazokuwekea kila kukicha. Inaweza kuwa hata ni majirani zako, basi usahau kushea nao. Umbea Media TV, e bwana, karibu alafu, video ndio hii ya msanii Harmonize hapa kikiwasha upande wa Mbeya, ebu jionee, usikose kuitazama.